Kutokea Jamvi la Habari ya yeah. Yeah, tumesikia kwamba mmeanzisha mgomo kuhusiana na, uh, na na na na kinachoendelea sasa. Tunataka kujua kidogo historia iko ambacho labda mmekianzisha ni nini hasa? Historia uh, yani, mgomo umeanzishwa kutokana tu na asilimia kubwa ni maslahi ndio katika ni maslahi katika kazi, watu wanadai maslahi yao. Ndiyo, watu wanadai uongezewe mm -hmm. mishahara, posho za safari, kutokana na ugumu wa kazi na safari tunazokwenda na changamoto nyingi zinazotokea huku safarini, kwa sababu ile swala lilishapelekwa muda mrefu sana ofisini, wakasema watalifanyia kazi ndani ya miezi mitatu. Wamefanyia kazi lakini majibu hayakutoka ambayo alikuwa yameridhisha naona na vitu na, hmm, vingi sana ambavyo vinavyofanyika pale madereva. Ni kuna ile ni mtu anapelekeshwa, mtu anapelekwa kwa amri, mtu anafanywa hivi, wanakatwa hela ambazo hazistahili, wa wanalipishwa shoti. Mtu anafafili safari ya kwenda mbali anaondoka, anaenda na laki mbili kwenda, hmm, safari. kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana sananiomaana no. La... ma... yes. Ndio, labda kama nyinyi, kama wafanyakazi katika hiyo ka, e, taasisi au kampuni, labda mlishawahi ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuandaa labda kikao na kukaa na na na viongozi kuweza kuelezea iko kitu ambacho mnakihitaji? Wamekaa, kwa sababu nafikiri kama sikusiku kama, ni mwezi wa pili au watatu hivi, kitu kama wapili watatu ilikuwa kila dereva mmoja alikiwa kutoka safari anaitwa ofisini anaenda, anaelezea. Yani ilikuwa naitwa mmoja mmoja, kuelezea changamoto yenu ni nini, hitaji lenu ni nini. Unaona, wameenda wameelezea, lakini halijafanyiwa kazi na, no, mpaka no, mpaka, no, mpaka kufikia hatua hii ni kwamba madereva tayari walikuwa wameshachoka na ndio maana wameamua sasa kusitisha kwanza huduma ili haki itendeke. Kuna hili suala kwamba tu, uh, kuna, uh, kuna tishio ambalo limetokea kwamba kuna yeah, baadhi ya ya wafanyabiashara ambao au wafanya kazi katika hiyo kampuni yenu ya maloli wa, wa, wanafanya mgomo, lakini kuna tishio la kutishiwa kupelekwa polisi kwa hao ambao wanafanya mgomo. Hii imekaaje? Hiyo ni kweli? Ni kweli, wanatishio. Kwa hiyo ndio bana nasema ni kwamba hii kazi yani ni mtu yani, unapelekwa kihambi, sio kiuhalisia, kwamba wewe fanya kazi kama mfanyakazi, kwa sababu dereva ameshafanywa kama ni adui, sio mfanyakazi amefanywa kama ni adui. Kwa hiyo inakuwa ni kila kitu ni amri, ukikaidi, kwa hiyo unatishiwa sasa kupelekwa polisi. Wanafanyia hivyo yani, yote ile kuogopeshwa, ili mradi mtu uondoke uendelee kwenda na safari. Sasa hivi watu wamejitoa kabisa, wameamua liwalo naliwe. Okay, sawa. kwa hayo kwa kwa yote ambayo yametokea. Uh, yeah. Nyinyi mkiwa kama wafanyakazi katika hiyo kampuni labda yeah. Nini kikubwa hasa ambacho mmekifanya na mnakihitaji? Kihitaji kikubwa kabisa hapa kinachohitajika, kwanza halawa nchi ya safari inatakiwa iongezeke kutokana na hali ya maisha yenyewe jinsi yalivyo, na unakwenda katika nchi za watu, nchi mbalimbali, na kila nchi na uchumi wake, hicho <laughs> kinatakiwa kiongezeke. La pili, mambo ya mshahara pia inatakiwa uongezeke kwa sababu unakuta mshahara mtu anakuja anapokea anapomba laki na themanini kwa mwezi. Kuja kuangalia, unakuta mtu mwingine anasomesha, mwingine anakaa nyumba ya kupanga, yeye mwenyewe anahitaji maisha yake mazuri. Kwa hiyo laki na themanini haitoshelezi kutokana na hali ya maisha ya sasa hivi. Unaona jambo mm -hmm. La tatu mtu unapokwenda safari, kwa sababu unapofika kwenye nchi za watu unakuta kuna kipindi pale boda unaweza ukakaa hata siku kumi kumi, na kuna ile kitu inaitwa overstay yeah. Overstay mwanzoni ilikuwa inatoka uh, kukibiza siku sita na saba umechukua, lakini sasa mm hivi -hmm. Unaweza kuomba overstay mpaka siku kumi na haujapat- haujapata, na kuna kipindi kabisa unaweza ukaambiwa, overstay rudi, itakuja kuchukulia huku ukisharudi, sasa wewe hitaji lako ni kule, alafu na ndoo utoke, so kule umeshapata shida overstay, utikulie huku ni kitu eh, ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo vitu hivyo pia vinachangia sana kuumiza madereva, na ndio maana wameamua kuweka mgomo ili haki itendeke, iongezeke mshahara, siku za overstay zieleweke, iongezeke pia na hiyo niongezeke pia na hiyo allowance ya safari mm. Alafu pili, na kuna bei ya shoti. Bei ya shoti kwa sababu sasa hivi mafuta mtu unakwenda kule unapata matatizo yeah, au unapata shoti. lita moja ilikuwa nakata shilingi elfu nne na mia moja sasa hivi wanakukata shilingi elfu tatu na mia tano wakati hata bei ya serikali ya mafuta bado hayajafika, na ukiangalia yale mafuta hayana ushuru yanakwenda nje ya nchi kwa sababu hapa anapita kama transit kwa bei ya TRA shilingi elfu moja kwa lita, lakini mfanyakazi sisi pale yeye anakata shilingi elfu tatu na mia tano Unaona mm, mtu unakwenda kule umepakia mafuta kwenye stiki yako mafuta yanaonekana yako vizuri kabisa, lakini kwenye mita unapata shoti mpaka lita mia tatu mia nne hadi mia tano No, no, unaona ukimwambia ofisi ofisi alikuambea sisi hatujui stiki tunajua Nita, wakati huku unapoenda kupakia unapakia na mita, lakini unapima stiki mafuta yako unayapata kwenye stiki. Sasa ukirudi mtu umepata shoti ya lita mia mbili au lita mia tatu unakipa laki saba. Ukifika huko ofisini unaambia unakipa laki sita, unatoa laki mbili uende safari. Okay, um, nataka nijue labda ni uh, ni madereva maloli mangapi ambao wamefanya huo mgomo sasa hivi? Gari iliofanya mgomo hapa na ya... Sio chini ya gari mia na ishirini. Ndiyo, yeah, ni gari karibu kama mia na ishirini, kwa sababu kija kuchanganya na zilizokuwa zilizopakia ni mia na ishirini na zilizokuwa zimefika gari karibu mia na sabini, mia na sitini. Na hayo magari yako kwenye maeneo gani? Yako maeneo, kwa mfano, kuna magari ambayo yako maeneo ya hapa hapa Mdaula, zipo gari kama kumi na gari kumi na nne Mm, ni kumi. Kuna gari mbili. Mm, ukienda Ruambuyuni kuna gari mbili. Mm, ukienda Tunduma kuna gari za kutosha pale boda. Mm, na ukienda pia boda ya Sakania upande wa Kongo kule ndo kuna gari nyingi zaidi kuliko. Sa sawa sawa basi, mimi nashukuru sana na uh, kikubwa hapa tuta, tutajaribu ku ku ku kulipeleka hili kwa Watanzania lakini pia serikali yeah, kwa ujumla aweza kulisikili, kulisikili, kulisikiliza hili na tuta na tutaendelea eh, kuwasiliana kuhusiana na kinacho kitakachokuwa kinaendelea asasa kuhusiana na huo mgomo wenu. unyanyasaji umekuwa ni mkubwa. Asante sana tutahitaji tuta, ushirikiano wako kwenye mwendelezo wa hili.